Kwa hivyo, karibu saa mbalo nimesikia msukumo. Watu wengi wanapata changamoto sana, tupo kwa na maumivu mengi wetu. Namna ya kupeleka njia zetu mbele za Mungu. Na tunaenda wakati mwingine tunalalamika na kulaumu. Lakini tukumbuke kwamba Mungu hataki kulaumiwa wala kulalamikiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Kwayo, Mungu, kwa hiyo unaponungunika au kumlalamikia Mungu unamaanisha kwamba hana haki, na kwa sababu hiyo unamtoa Mungu kwenye mfumo wa kukusaidia na kumfanya Mungu awe yako. Wana wazeri waliponungunika Misri, njiani kutoka misi Musa, umetuleta kwa nini hapa? Tufie hapa? Mbona hata kwa Misri mbona kama matikiti, umetuleta kwa nini hapa walipomnungunikia Musa wakiwa wanamnungunikia Mungu, Mungu aliwakasirikia wana wa Israeli. Wao wakati mwingine tunaomba maombi mazuri sana, lakini yamejaa malalamiko na manunguniko, yanamfanya Mungu asingie kwenye mfumo kutusaidia ni kwetu na shida ni kweli tuna changamoto, tunahitaji Mungu atusaidie kazi yetu, tusaidie kwenye ndoa zetu, tusaidie. Kuna mara unapitia, ni mara pa ngumu, pa naumiza, pa na waka moto, unatamani utoke, lakini umeshikiliwa hapo, unataka Mungu kusini. Ni kweli panaumiza, lakini unaombaje? Ukiomba kwa kunung'unika, manake pamoja na kwamba unaumizwa, unamfanya na Mungu kuwa adui tena wako. Mungu ndiye kuwa adui wako sasa tunahitaji hekima na akili sana wakati tuna maumivu ndani ya moyo, tuna malalamiko ndani ya moyo, jinsi gani ya kuomba kwa nyama. Ndio nilikwambia kitu kimoja ambapo nimekuletea watu isikilize kwa pamoja, kwamba kuna kitu kinaitwa kusimama katika zamu. Mtu yote anayesimama katika zamu huwa anamuniki, mtu yote anayesimama katika zamu yake huwa anamuniki, huwa analamiki. Maana ya kusimama katika zamu ni kuwa ni kuwajibika, responsible na kila kitu. Ukishaingia kwenye uwajibikaji unung'unikaji wako unapungua kwa asilimia kubwa sana. Ukishaingia kwenye uwajibikaji unung'unikaji wanapungua. Kwa mfano, ukishaanza kumombea mchungaji wako, utashangaa unapunguza kumlaumu. Ukishaanza kuombea wazee wako wa kanisa utashangaa unapunguza kuwalaumu. una ukishaanza kumwombea mume wako utashangaa unaanza kupunguza kumlaumu na kumnung'unikia. Ukiacha tu kumwombea, utashangaa malawama na malaumu yamejaa. Sikiza, popote pale, ukishaacha kupaombea, ubaya unaanza kufunuka. Popote pale, ukiacha kupaombea, ubaya wa hilo eneo unaanza kufunuka na utakukela wewe, utakuwa wa kwanza yaani, wewe utakuwa wa kwanza, yaani wa kwanza kuona, utakukela sana. Kwa nini? kwa nini? Kwa sababu umeacha kupaombea. Ukiacha kupaombea mahali popote ubaya unafunuka, na ndio maana sikiliza, ukianza kumwombea mchungaji wako, moja ya kitu Mungu ataenda kukifanya kwa mchungaji wako, ataanza kumfanya yale mabaya ambayo unayaona kuyaona kuwa sio mabaya na kuanza kuyaondoa yale moja ya kazi ya maombi unaweza kumwombea mume wako ni kwenda kuyafunika yale mabaya. Mungu ataanza na application ya kwanza kuyafunika yale mabaya kwanza. Waanze kuyaona mema yake. Kwa sababu tabia ya mabaya huwa inakuja kuyaondoa mema. Na ndio maana angalia, watu wananung'unikiana kwenye kwenye maisha yao kawaida tu. Wananung'unikiana kwa nini? Kwa sababu mabaya yamepewa nafasi kuliko mema. Mtu wa Mungu, maombi yakipungua mahali, mabaya huwa yanatamaraki. Mema huwa yanajificha ila maombi yakiongezeka mahali, mema huyo ana tabaraki, mbaya anajificha. Kwa hiyo kunung'unikiana na kulaumiana kunakuwa ni kidogo sana, au hakupo kabisa. Sasa watu wengi wanaingia kwenye tabia ya kunung'unika, na hususan wanung'unika na kwenye maombi. Wanung'unika kwa sababu watu wengi hawataki kusimama kwenye zamu zao, wanataka watu wengine wasimame kwenye zamu zao ili kuwaletea wao watu mambo mema Watu wanataka kusimama kwenye zamu zao wao, ili wao wawalete watu wengine mambo mema. Kwa mfano, watu wanaingia kanisani, wanataka kanisani wakutane na upako, wakutane na nguvu za Mungu, wakutane na uponyaji, wakutane na kufunguliwa. Mchungaji akihubiri tu mapepo yanipuke, watu wafunguliwe, nguvu za Mungu zitembee, Mtakatifu washuke, wajaze watu. Watu wanatamani sana hicho kitu, lakini jiulize, wangapi wako tamani kufunga na kuomba kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili, wanamkia kanisani maombi ya siku tatu, kuombea mchungaji awe na upako. Wangapi wanatenga muda wao kuombea praise team ili wakisimama praise team mpaka nguvu za Mungu zishuke. Wangapi wanatenga muda wao kuombea kwaya ili kwaya zikisimama zihudumie Mungu, Mungu ashuke. Ila watu wananung'unika tu. Wanalalamika tu. Muulize mtu anayelalamikia kwaya, anaombea kwaya. Muulize mtu anayelalamikia mchungaji, huwa anaombea mume wake. Muulize mtu anayelalamikia mume wake, anamlaumu mume wake. Muulize huwa anamuombea mume wako, ushatenga hata masaa kumi na mbili kwa hiyo kumuombea mume wako. Kwa hiyo utagundua kwamba wote wanaolalamika, wote wanaokunung'unikia hawakuombei. Mtu anayekuombea Mungu anampa kitu cha tofauti sana. Utashangaa anakupa ushauri, sio kukunung'unikia, Sio kukulalamikia. Kuna mfano mtu mmoja anaitwa Habakuki kwa Biblia. Habakuki anatuambia sura ya kwanza namna ambavyo nchi yake ilikuwa na madudu mengi. Ilikuwa ina kela nchi ya kina Habakuki. Ukisoma okay, mwanzo anasema Ufunuo. Ufunuo alioona nabii Habakuki. Eh Bwana e, nilie hata lini? Wewe usitaki kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu ila utaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu huu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Habakuki anaonyeshwa mabaya tu mabaya tu. Habakuki nini anasema? Bwana nilie hata lini, analalamika Habakuki. ukianza kulalamika, maana yake utaanza kuonyeshwa mabaya mtu, ya mtu tu. ukianza kumlalamikia mtu, utaonyeshwa mabaya yake tu, utaona jema hata moja. Habakuki alilalamika sana, kitabu cha sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa kwanza wote. Sura ya kwanza na mstari yote, analalamika Habakuki, analalamika, analalamikia taifa, analalamikia watu, analalamikia mifumo ya nchi yake, kama ambavyo unasema unalalamikia mume wako, unalalamikia usiku umejia mchana umeshamsema mke wako mpaka kwa shangazi zake, mpaka kwa baba yake. Kwa baba yake umeshampeleka umeshamkalisha vikao vya ndugu. Mke wako umeshamsema mke wako makanisani kwa wachungaji umeshamsema, umeshamsema mke wako, umejia mseo yote na mke wako, unamlaumu unamlaumu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kama Habakuki, wewe ni mtu wa kulalamika. Kwa nini umefichwa mema yake umepewa mabaya yake? Kwa nini? Kwa sababu humwombei. Mtu usipomwombea shetani huwa na tabia ya kuficha mema na kuyaibua mabaya, lakini ukianza kumwombea mtu Mungu ataanza ataanza kurekebisha yale mabaya. Na utashangaa unaanza kuyaona mema taratibu. Mme wangu ila ni mbaya, mme wangu ila ni mkali, ila kumbe ananuliaga mguu, ila kumbe anahudumia watoto na wangu, ila kumbe ananipa mahitaji, utaanza kuona mazuri ila usipomwombea utajikuta kila siku unaona mabaya tu mabaya tu mabaya mabaya. Wewe mbele za Mungu unalia, wakati mwingine kwa kutoa machozi, kwa sababu ya ndoa yako, sababu ya mmewako, ya kumbe wewe una shida, una shida wewe unalia mbele za Mungu machozi mengi kwa sababu ya ndoa, but you are the problem. Nini maana yake? Hujawahi kumwombea mume wako, ila umeshawahi kumpeleka polisi. Hujawahi kumwombea mke wako, ila ushampeleka kwa wanandugu kwenye vikao vya wanandugu. Hujawahi kumwombea mume wako ilohpea kwenye vikao vya nzengo. Majirani wanajua shida ya mke wako. Majirani wanajua shida ya, ya kanisa lako mchungaji wako sfshni wengi ya waishi kila kona wanalalamikia kwaya, wanalalamikia praise team, wanalalamikia wana mchungaji, wanalalamikia wazee wa kanisa, walalamikia wapiga vyombo wanalalamikia, yaani ni lawama ni lawama ni lawama. Fute lawama, ukiona mtu analalamika nabaho, jua kabisa hapa kuna maundi na nini. Sababu kwa sababu watu wanalalamika, kwa sababu watu hawataki kukaa kwenye zamu zao, watu hawataki kuelewa majukumu. hmm. Wanalalamikia plestim lakini hawaombei plestim. Wanalalamikia mchungaji lakini hawaombei mchungaji. Wanalalamikia kwaya lakini hawaiombei kwaya. Wanalalamikia mwalimu wa kwaya, hawaombei mwalimu wa kwaya. Wanalalamikia mume, hamuombei mume wake. Mke wake analalamikia mke, hamuombei mke wake, hajawahi kutenga muda kabisa kuombea, ila anatenga muda kulalamika. Na nimeshawaambia mwanzo, ukiona unalalamika manake maombi yapo. Kwa sababu hiyo, shetani wanaibua mabaya ya mtu na kuyaficha mazuri ya mtu Abakuke sura ya pili inasema hivi: mimi nitasimama katika zami yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu kwa bali ya kulalamika kwangu. Hayo ya mtu wa Mungu Abakuke anasema, sasa nitashika wajibu, sasa nitaacha tu kulalamika, nitakaa kwenye utekelezaji. Mtu wa Mungu katika maombi haya mwezi wa kwanza, ninakusihi hebu aacha kunung'unika, anza kukaa kwenye utekelezaji Acha kunung'unikia mume wako, anza kukaa kwenye utekelezaji. Acha kunung'unikia mke wako, anza kukaa kwenye utekelezaji utekelezaji, anza kumwombea. Acha kunung'unikia kwaya, anza kukaa kwenye utekelezaji. Acha kunung'unikia mchungaji, anza kukaa kwenye utekelezaji utekelezaji, anza kuwaombea. Ukianza kumuombea Uki mtu Mungu, atamfanya yule mtu awe kama unavyotaka wewe, ila ukimlalamikia mtu unamsukuma mbali kabisa. Na tena nikwambia, watu wengine hawapendi kabisa kwenye maisha. Watu wengine unapowanung'unikia ndio unawapoteza. Watu wengine unapowafokea, unapowagombeza ndio unawapoteza kabisa kwenye chanzo. Tumeumbwa tofauti, wengine unapowakaripia ndio unawaondoa kwenye maisha yako. Hata kama unamkaribia kwa mazuri, unamkaribikia, unamkaribikia kwa mema, unapomkaripia ndio unamwondoa kwenye mfumo kabisa. Jifunze kutokukalipa, jifunze kutokuongea kwa sauti kubwa, jifunze kutokulalamikia na kunung'unika, jifunze kubeba wajibu wa kumwombea. Kwa nini? Kwa, ni kwa sababu huyo uliye naye unamnung'unikia si malaika, ni mtu, ni mwanadamu mwenye macho, pua, mdomo, ngozi na moyo na tabia za mtu kabisa. Kwa hiyo anaweza kuwa na mapungufu kama huyo. Jifunze kutonung'unika, jifunze kumwombea. Ukimwombea Mungu atamfanya kama unavyotaka wewe kuwa mtu wa Mungu. Nataka tuende pamoja mwezi wa kwanza. Mwaka 2026 tukakataa roho ya kunung'unika. Roho ya kulalamika, kulalamikia watu viongozi, kulalamikia matasisi. Nimejifunza sana, kuna wakati nilikuwa napita situation ya kwanza kuingia kwenye mambo ya kunung'unikia viongozi, kunung'unikia watu wangu wa karibu, kunung'unikia ndugu. Nikajikuta Mungu ananikumbusha hicho kitu ambacho alikufundisha mwalimu wa Kasege. Mwalimu wa Kasege alikufundisha kitu. Akasema unaponung'unika tunamtoa Mungu ni Mungu wajibu lawama, Mungu wajibu manung'uniko. Tusinung'unike watu wa Mungu, tuingie kwenye wajibu wa kwanza, kuwaombea ombea. Viongozi wako kazi, ombea au au, au, au, mabosi, ombea. Mungu anaopa dhamana chini yao, ombea Mungu wako, ombea Mungu utamuona akija kwa kasi kukusaidia kuliko kunung'unika. Ukishaanza kumwombea mtu unaanza kumpenda. Ukishampenda unaanza kumuombea kwa amani, unashangaa Mungu anajibu haraka sana. Ukishaanza kumnung'unikia mtu, uweze kumuombea kwa sababu gani? Chuki inachuki automatic anajipanda kwenye moyo, unakuwa na mtu unamchukia, kwa hiyo hutaweza kufanya mapenzi ya Mungu sawa sawa kama unavyotaka. Nimekuja kushirikisha kwamba wakati tunaendelea na mambo ya mwezi wa kwanza, acha kumnung'unika na kulalamika, anza kuchukua wajibu wa kumwombea huyo. Nimeona hajakaa sawa, muombee kwanza

Mungu hatulalamiki. Anaenda kushtaki kwa kina Gabriel kwa malaika Gabriel, kwa kina Yesu kwamba huyu mtu nimeshamsamehe sana, nimeshamsamehe sana sana, nimwambie yani, leo ni mara ya mwisho namsamehe, simsamehe tena, namuua. Ushasikia Mungu anafanya hivyo. <laughs> Kama Mungu hatulalamiki, sisi na tunazingua big time. Tunakosea mara mara mara mara hasisi sadiki Tunaanguka tunasimama, tunaanguka tunasimama, tunaenda kidogo, tunaanguka tunasimama. Tumesha kula zaka za kutosha tumeshaipa kuzungushwa kwenye kien na mchafu, lakini Mungu yupo na sisi, hatulalamiki. Mungu ana tabia ya kuangalia mabaya yetu, anaangalia mazuri yetu. Kama Mungu anaangalia mazuri yetu, na sisi tujifunze kuangalia mazuri ya watu wengine, tuwaombee kupitia hayo mazuri. Kama Mungu waangali mabaya yetu, anaangalia mazuri yetu, na kupitia mazuri yetu anatupa nafasi nyingine ya kuishi, nafasi nyingine ya kumtumikia, nafasi nyingine ya kuendelea mbele. Kama Mungu anaangalia mazuri na kutupa nafasi, basi na wewe angalia mazuri yaliyoko kwa mume wako au kwa mke wako, umpe nafasi ya kumwombea. Mazuri yaliyo kwa viongozi wako, wape nafasi. Kweli kuna mambo wanafanya wanazingua, lakini kuna mambo wanafanya vizuri Focus na mazuri hayo, halafu waombee. Utashangaa yale mabaya ambayo yanaonekana yatapotea, yataondoka. Kwa namna hii haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Mtu wa Mungu, kumbadilisha mtu wake namna kwa namna ambayo unataka ni kazi ngumu. Utamlalamikia mpaka utastafu kwenye ofisi, utamlalamikia mume wako mpaka atakufa, eh, okay. utabaki mjane. Sasa uanze kukumbuka wale mavitumbua na manguo na makuku na manili, ameshakufa lakini uko wewe, uko na mtu unamlalamikia sana no Usinung'unike, mpe nafasi ya kuangalia mazuri yake yanayokutendea. Kupitia mazuri yanayokutendea, mshukuru Mungu kwa haya, anza kumwombea. Ukiwa namwombea kupitia hayo mazuri, Mungu atamfanya yale mabaya yasionekane. Habakuki alisimama kwenye wajibu wake. Mtu wa Mungu, simama kwenye zamu yako. Zamu gani? Simama kwenye zamu ya maombi, zamu ya kuomba. Hey, tenga muda wa masaa 12 kwa wiki, muombea mume wako, mke wako, kumombea huduma, kumombea kanisa. Tenga muda wa wa, wa, wa masaa hata kwa mwezi. Tenga muda hata kwa wiki. Vyovyote vyote vyote, wakuombea hata kama sio mambo ya kufunga, nataka leo nimuombee mume wangu, nimuombee kanisa, nataka niombee praise team. Ukijitengea muda wa kuombea hivyo watu, hutanung'unikia, hutalalamikia. Tukoenda kwenye mwaka 2026. Natamani usiwe mwaka kwa Nataka kuacha kuning'unika, nataka kuacha kulalamika. Mwambie Mungu kwanza, Mungu, nataka kuwa mpya, nataka nitazame jambo kwa sura yako Mungu, kama ambavyo Mungu wawe unatutazama sisi wanadamu, unatutazama kwa mema. Na mimi nataka niweze kuwatazama wanadamu wenzangu kwa mema na kuacha kulalamikia. Nataka nikwambie ukiomba namna hiyo utauona mkono wa Mungu ukiwa kwenye maisha yako. Na hata Mungu atakufanya kuwa mtu wa kuishi maisha yenye furaha, maisha yenye amani, maisha yenye utauwa. Maisha sio kuwa na magomvi, maisha sio kuwa na chuki, maisha yenye raha na amani hawajaipona okay? okay. Ukifanya hivyo, utaona mkono, utaishi maisha mazuri sana, na utakuwa ukiona mambo yako yanasikika na Mungu anakujibu na ndio maana okay, ukisoma kitabu cha Habakuk sura ya pili, hapa nasema Bwana akanijibu akasema, yaandike njozi hii, ukaifanya iwe wazi sana katika vibao, ili Isomaya apate kuisoma kama maji, maana njozi hii bado kwa wakati bado maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamliwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Japo kawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Nini unapomwombea mtu bila kulalamikia, bila kumnung'unikia, ukitaka ajibu, kumbe Mungu anaweza kukuonesha mazuri yake ya kesho. Kuna watu sasa wanataka kuvunja ndoa zao, wanataka kuvunja ndoa zao, wanataka kuchukua talaka zao wanataka kuacha kanisa, wanataka kuama kanisa, wengine wanataka kuacha huduma, wengine wanataka kuacha kazi, kwa sababu eti ofisini kwao mambo hayaeleweki, kwa sababu ndio kwenye ndoa hapa eleweki. Ukimwombea mtu, Mungu atakuonesha habari ya kesho. Unaweza unamlalamikia leo, unaona kama ni mbaya leo, unaona kama ni mbaya leo, unatamani ndio kuacha kazi, unatamani ndio aife, unatamani ndio aife tu, sio ni haja kwa kwenye ndoa. Huyo ndio unamlalamikia leo, huenda kesho akabadilika akawa mtu mzuri sana. Unapomwomba Mungu, Mungu kwa habari ya mtu Mungu anakuambia kesho ya mtu. Huyo mtu leo yuko hivi lakini kesho ni mzuri atakufaa. Kesho atakua atakufaa. Mungu anaambia anaambia Bakuti, hii ndoto ni ya kesho. Haya mambo mazuri yanakuja kesho. Nitafanya unachokitaka Bakuti, sio leo ni kesho. Kwa hiyo Mungu anakuambia bali ya kesho ya mume wako kwamba itakuwa ni njema. Utamvumilia. Utamvumilia. Tuache kunung'unika. Tukae kwenye kumwomba Mungu. Tufanye wajibu kwa Mungu. Tukiaja kunung'unika tutauona mkono wa Mungu na ushindi wa ajabu mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Barikiwa sana. Sia kutupatia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Mwalimu Emmanuel Joseph Mukonga. Mungu akubariki sana. Amen.